Ndugu Waislamu, leo tupo katika kuelezana kisasul anbiyai alaihimu wa ala nabiyina salatu wassalam. Quranul Karimu, ambacho ni kitabu chetu Waislamu, tunakuta kwamba ndani ya Quran mwenyezi Mungu amesimulia visa vingi vya mitume ili ipate kuwa kigezo kwa wanaadamu ambao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun. Visa vya mitume vimeletwa katika Qurani kama darsa muhimu kwa walimwengu na kama kigezo cha maisha yao yote hapa ulimwenguni, na natija yao ni kufuata mienendo yao na tabia zao na sistimu ya maisha yao ili wakapate kuongoka na kuokoka na moto wa Jahannam siku ya kiyama. Ndiyo maana basi Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake sallallahu alayhi aleihi wasallam, nahnu nakusu alayka ahsana alkasas, sisi tunakusimulia wewe Muhammad visa vilivyokuwa vizuri kabisa, visa vilivyokuwa vya kweli, visa vilivyokuwa vina mafundisho ndani yake. Anasema tena nahnu nakusu alaika nabaahum bilhaq, sisi tunakusimulia visa vyao kwa haki kabisa. Anasema tena fakususi lkasasa laalahum yatafakkarun, wasimlie hao wafuasi wako visa ili wapate kuwa na mazingatio ndani yake. Kwa hiyo visa tunaona kwamba ni moja katika wasailu turbawiya, njia za kuelimisha njia za kuwapa watu darsa ambayo itaingia katika nyoyo kama ilivyotoka katika moyo. Kwa hiyo ndo maana Mwenyezi Mungu katumia sana katika Qur'ani system hii ya kuwasimulia visa walimwengu. Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu anasimulia visa kwa bwana mtume na kwa walimwengu wote? Msikilize Mwenyezi Mungu na ujue lengo la kusimuliwa visa katika Qur'ani. Allah nasema

wala sio kwa sababu ya, ya kwamba watu wanahitaji kuburudika na hivi na vile la. wa kullan nakusu alaika min ambai rusul ma nuthabitu bihi fuadak, tunakusimulia wewe visa vya mitume ili tupate kuutia nguvu moyo wako. Kwa hiyo ni tathbitu qalbi nabii sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuingie moja kwa moja, ndugu zangu Waislamu, katika kusimulia visa vya mitume na sisi biidhnillahi taala tutaanza kusimulia kuanzia mtume wa kwanza mpaka wa mwisho. Mwenyezi Mungu katika ulimwengu huu aliwatuma mitume katika hadithi, mtume anasema walifika laki moja na ishirini na nne alfu manabii pamoja na mitume wake, lakini wapo wanaoitwa rusul katika manabii ambao Mwenyezi Mungu idadi yao kawatuma mia tatu na kumi na tatu miongoni mwa hao kumi na tatu na mia tatu, au mia tatu na kumi na tatu, wapo waliotajwa katika Qur'anul Karim na hao ndio tutakao wasimulia sisi. Idadi yao waliotajwa katika Qur'anul Karim ni 25 nabi au rasul ni mitume ishirini na tano. Katika hao mitume ishirini na tano ala rasihim Adamu alaihi salam tutakayeanza kumsimulia mwanzo kabisa ni mtume wetu Adamu ambaye ndo baba wa walimwengu wote, au wanadamu wote. Ni baba wa wanadamu wote ambao tunajiita binaadamu kwa kuwa tunajinasibisha kwamba baba yetu ni Adamu. Sasa hatutaki kumjua historia yake baba yetu? Hatutaki kujua chimbuko la mwanadamu lilianza vipi? Nini historia ya mwanadamu? Basi leo tutakumbushana kuhusu historia hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kutufahamisha sisi walimwengu, itabidi tuanze bidayatul khalq, mwanzo wa kuumba. Kabla ya kila kitu, yupo Mwenyezi Mungu peke yake, hakukuwa na mbingu wala hakukuwa na ardhi wala hakukuwa na miti wala kiumbe chochote. Kana Allahu, yupo mwenyewe Mwenyezi Mungu peke yake Hakuna kilichokuwa pamoja na Mungu kitu chochote. Kisha baada ya hapo ndo Mwenyezi Mungu akaanza kuumba, na kuumba kwake Mwenyezi Mungu Azza wa Jal, awwalu ma khalaq khalaq alqalam. Kitu cha kwanza kabisa alichokiumba aliumba kalamu. Faqala lahu ktub, kalamu hiyo akaiambia andika, kalamu ikaanza kuandika. Katika hadithi fakataba maqadira kulli shayin min awali saatin ila qiyami saa, kalamu hiyo ikaandika kila kitu kitakachojiri katika ulimwengu kuanzia wakati huo mpaka mwisho wa ulimwengu. Baada ya kuumba kalamu ikaja lauhun Mahfudh, na vikaja vitu vingine vingine. Sasa tunakuja katika mwanzo wa kuumbwa kwa mwanaadamu.

na akaumba vitu makruhati, yaani vitu vilivyokuwa vinachukiza kwa vina wanadamu, vitu makruh, katika siku ya Jumanne. Wakhalaqa nuran fi yaumi larbia, na akaiumba nuru katika siku ya Jumatano. Wabatha dawaba fi yaumi alkhamis, na akaeneza ulimwenguni viumbe katika siku ya Alkhamisi. Wakhalaqa adama fi asri yaumi ljuma, na akamuumba baba yetu Adam katika alasiri ya siku ya Ijumaa. Nini kabla ya kuumbwa kwake Adam? Abdullahi Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anasema kanat al-jinn qabla adam bi alfi am, kabla ya kuumbwa mwanadamu ulimwenguni alikuwepo jini, na jini huyo ndo alaeneza majini wenzake, yani viumbe wa aina hii walikuwepo kabla ya kuumbwa baba yetu Adam kwa miaka alfu mbili. Ina maana viumbe wa kwanza kabla ya binadamu walikuwepo majini wakiishi kabla ya miaka alfu mbili kuumbwa kwa Nabii Adam alaihi salam, ilitokea nini? Fasafa kudimaa, majini hao walianza kumwaga damu. Wabaatha Allahu ilaihim jundan min almalaika, ikabidi Mwenyezi Mungu awapelekee jeshi kutokana na malaika fataraduhum ila jazairi lbahr, jeshi hilo la malaika likawafukuza majini kutoka katika ardhi hii kuwapeleka mpaka katika fuo za bahari, wakawa ndo masakini yao huko. Na imekuja katika hadithi kwamba kibaru ljin, yule mwenyewe mfalme wa kijini, ana kiti chake huko katikati ya bahri. Na imeelezwa vitu ambavyo kwamba anavipata kutoka kwa majini wadogo wanaompelekea habari: sisi tumewapoteza hivi wanadamu, tumefanya hivi hawa wanaadamu wamekuja baada ya ulimwengu huu kuwepo majini. Kwayo, Adam alayhi salam, kwa hiyo Nabii Adamu alaihi salatu wassalam kuumbwa kwake ilikuwa baada ya Mwenyezi Mungu kuagiza kuletwa mchanga na mchanga huo unasema, kabadahu llahu min kabadhati jamii man filard. Mwenyezi Mungu aliuchukua mchanga huo katika sehemu mbalimbali mbali katika ulimwengu ndiyo maana wamekuja wanadamu katika shakli mbalimbali. Haukuchukuliwa mchanga katika sehemu moja tu, bali ilikuwa ni kabdatun min jamii anhai lardi, ilikuwa ni sehemu mbalimbali katika ulimwengu huu, hapa mwingine, hapa. Ndiyo maana wanadamu wakaja katika ashkalun mutanawia fihimu labyadu walaswad, kuna weupe na weusi na wekundu na baina ya hivyo kuna waliokuwa laini tabia zao na ngumu tabia zao. Kila aina ya hali ya wanadamu inatokamana na aina za udongo au mchanga uliochukuliwa kwa ajili ya kumuumba baba yetu Adam alaihi salatu wassalam. Basi malaika Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliwadokeza kwamba anataka kumuumba mwanadamu. Katika aya suratul Bakara Mwenyezi Mungu anasema

waliona wanadamu wa majini walivyofanya ufisadi, wakamwaga wanadamu, wakaeneza jeuri katika ulimwengu. Sasa Mungu anataka kuumba kiumbe mwingine, ndio maana wakamuuliza, ya Rab, atajalu fiha unataka kuweka katika ulimwengu, man yufsidu fiha, mwenye kufanya ufisadi katika ardhi, wayasfiku dima, na kumwaga damu kama walivyomwaga damu wengine waliopita au nataka kuleta kiumbe atakayekuabudu wewe kwa wingi, kwani sisi tumekuwa mukassiruna fil ibada, tumepunguza kitu katika ibada yako katika ibada yako ya Rabbi, kumekuwa na upungufu kutoka kwetu. Ndio maana malaika wakauliza ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, na sisi nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, tunakutukuza ya Rabbi, tunakutasbihi kila siku na mchana. Mwenyezi Mungu akamwambia inni a'lamu ma la ta'lamun, nalo lijua mimi, nyinyi hamulijui. Basi malaika baada ya kuambiwa hivyo na Mwenyezi Mungu wakasema, liahluk, Mwenyezi Mungu aumbe ma yasha anayependa katika viumbe walakin lan yakuna afdala wa a'lama minna, lakini tunajua kwamba kiumbe huyo atakayeumbwa hatokuwa mjuzi wala bora kuliko sisi. Walikuwa wakijiambizia wenyewe katika nafsi zao kwamba kiumbe chochote kitakachoumbwa, lakini hakitokuwa bora wala hakitokuwa kina ilmu kama tulivyo sisi malaika. Basi Mwenyezi Mungu akauleta akaanza aka, aka ku, ku, kuchukua mchanga ambao ulitolewa katika ardhi na ukaanza kufinyangwa mwenyewe Mwenyezi Mungu, Azza aza wa Jal tawalla khalqi Adam, akamuumba Adam mwenyewe kwa uwezo wake basi udongo ule ukawa unabadilika kutoka katika turab ukaenda mpaka katika tin, ukatoka ukaenda katika tini lazib, ukatoka ukaenda katika salsal, ukaenda ukaenda katika hama in masnun. Hizi zote ni steji za udongo ambao mwanadamu aliumbwa nao: mchanga wa kawaida, kisha udongo kisha udongo wenye kunata, kisha udongo uliowekwa kwa muda mrefu mpaka ukabadilika rangi ukawa mweusi. Na ndo hivi tauran baada taur, ikawa kiumbe yule kakaa kama mfano wa timthalan, kama mfano wa sanamu. Malaika wanapita wakizunguka wakiliangalia sanamu hili, wakiliangalia umbo hili la kiumbe huyu, wakijiuliza ni kiumbe gani mfano wake kama huyu? Basi miongoni mwa malaika waliokuwa wanapita kulizunguka timthala la Adam alikuwepo bwana mmoja anaitwa Azazil, ambaye huyu ni mmoja katika majini. Lakini kwa sababu ya ilmu yake na ibada zake nyingi alizokuwa nazo, akawa katika kundi la malaika, anakwenda akirudi pamoja na malaika. Na huyu ndo jina lake baadaye akaja akaitwa Iblis, lakini alikuwa miongoni mwa malaika lakini sio jinsia yake umalaika, yeye alikuwa ni jin. Siku moja kawachukua malaika wakawa wanapita kulizunguka timthali la Adam, ikawa anawaambia malaika, msiwe na wasiwasi kuhusu kiumbe hiki mnachokiona hapa kwamba kitakuwa bora au kitakuwa nini, kwa sababu mimi nishazungumza na akili yangu na nimeshaizunguka maumbile ya mwanadamu huyu nikamwona ajwaf, na yani, katikati yake, mwanadamu ni ajwaf, maanake ana njia ambayo unaweza kupita moja kwa moja. Kwa hiyo raaituhu ajwaf faalimtu annahu lan yatamallak, nilipomwona kwamba ana sehemu ambayo kwamba unaweza kupita ukaingia ukatoka katika mwili wake, nikajua kwamba ni kiumbe dhaifu. Lan yatamallaka an nafsihi, hatoweza hata kujimilikisha yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Kwa hiyo nyie msiwe na wasiwasi kuhusu kiumbe huyu. Kisha akawambia neno lingine zito zaidi ya hilo, akawambia wallahi, nakuwapieni kwa Mwenyezi Mungu la in sulittu alaihi la, la uhlikanna, kama mimi ntafanywa bora kuliko kiumbe huyu basi nna nafasi kubwa ya kumwangamiza. Wala in sulita alaya la, la asiyanna, na kama yeye ndo atafanywa bora kuliko mimi basi nakuhakikishieni kwamba nitamwasi na, kwa kwa na sitoweza kuzitii amri zake, kwa kuwa huyu anaonyesha ni kiumbe duni kabisa. Kwa hiyo, hapa Iblisi ak akaonyesha dharau na kibri kabla hata ya mambo hayajaiva au mambo hayajafika katika lengo. Sayyidu na Adamu alaihi salam hapo hajatiwa roho, ndugu zangu Waislam ni timthalan, Mwenyezi Mungu alipomuumba akaufinyanga na udongo ule, ikawa ni shikli ya mwanadamu ambaye kasimamishwa katika sehemu arbaina sanatan, miaka arbaini. Mwenyezi Mungu kamweka tu bila roho, ni jismun bila ya roho, ni mwili bila ya roho, kiwiliwili tu. Basi katika kusema kwake maneno hayo Iblis, ndo ile aya Mwenyezi Mungu anasema wa ahlamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, na mimi ninajua mnayoyadhihirisha na yale mnayoyaficha katika nafsi zenu. Maneno mnayoyasema yote nayasikia na yale ambayo kwamba yako katika nafsi zenu hamoja yadhihirisha ambayo ni chuki na hasadi ya Iblis kwa mwanadamu, hiyo pia Mwenyezi Mungu alikuwa keshaio na zamani. Shakli yake au kimo chake kilikuwaje Nabi Adam kabla ya kutiwa roho hapo Imekuja katika hadithi kwamba kana tulu adam 60 dhiraan fi samaa. Nabi Adam kimo chake alikuwa mrefu wa dhiraa 60, au kwa lugha nyingine mita 60. Hizi ni mita nyingi sana na ni urefu mkubwa sana kwa mwanadamu, lakini wanasema, inasemwa katika hadithi hiyo hiyo, famazala yanqus mundhu dhalik, hakuacha mwanadamu kupungua pungua kimo chake kutoka katika wakati huo mpaka leo na kila generation au kila ki, kila watu wanaokuja wanakuwa wanapungua wanazidi kupungua kimo, wakati walioanza walikuwa ni dhiraa 60 fisama. Sasa urefu wake Nabii Adam alayhisalam alikuwa na mita 60 juu, na upana wake alikuwa na dhiraa saba. Huu ni upana au unene wa mwanadamu wakati huo, dhiraa saba au ukipenda mita saba ndio ulikuwa unene wake. Mwenyezi Mungu akamweka pale akiwa na kimo hicho. Fatarakahu mashaa an yatruka, kamwacha kwa muda mrefu aliotaka mwenyewe kumwacha pale. Ikawa ndo tawafu inakwenda kwa malaika, wakizunguka wakimtizama wakishangaa wakitaajab kuhusu kiumbe kile. Mwisho Mwenyezi Mungu akataka kukitia roho kiumbe chake. Fajaa birohi wa nafakha fihi, akaileta roho akaanza kuipuliza ndani ya kiwiliwili cha wanaadamu. Ndio katika Qur'ani tunaambiwa inna mathala isa inda Allah kamathali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun, mfano wa Isa kwa Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa Adam. Khalaqahu Mwenyezi Mungu amemuumba Adam, min turab, kutokana na mchanga, kisha udongo ukawa na stage baada ya stage, kisha akasema kuwa Adam, akawa Adam, yani roho ikaanza kupilizwa roho ilipoanza kupulizwa ikaingia katika breni na ubongo wa mwanadamu faatasa Adam palepale, Adam, Adam akaanza kutoa chafya na kuchemua kenda chafya. faqalat almalaikatu qul alhamdulillah, malaika wakamwambia Adam sema alhamdulillah. Hapo roho haijafika katika, katika viungo vingine vya mwili bado, ndo imeingia katika kichwa ambacho ndo masna ya mwanadamu chafya ile akakumbushwa na malaika kwamba kuli alhamdulillah, sema alhamdulillah. Basi Adam akasema alhamdulillah. Baada ya kusema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akamwambia yarhamuka rabbuk, Mola wako atakurehemu. Kwa hiyo hapo ndo mwanzo kabisa wa maumbile ya mwanadamu na ndo rehma za Mungu zinaanza kumwandama kabla hata ya roho haijafika katika unyayo wake. Roho ikawa inatasarab inakwenda katika kiwiliwili kizima roho ikaingia katika ainayhi Adam, macho yake mawili ilipofika katika macho mawili famfatahat alainanu, macho yakaanza kuona. Faraa thimara aljanna, na kitu cha kwanza alichokiona mbele yake akaona matunda ya, ya peponi. Matunda ya peponi alipoyaona Adam fatamia ilaiha, basi pale pale akawa na tamaa ya kuyapata na kuyaonja na kuyala matunda yale. Fanadhara Ilaiha, akayatizama matunda yale. Fashtahaha, na akayatamani matunda yale. Sasa roho imeingia katika macho na imefika katika shingo mpaka kifuani, ndani ya tumbo, katika digestion system, usagaji wa chakula. Adam akawa anazidi kupata tao, yani tamaa ya matunda yale, ikawa haijafika roho katika miguu. Adam anataka kutembea kwenda kuyachuma matunda ya peponi ili apate kula akaonekana ana move kidogo, bila ya miguu kuwa hayana hisi, kwa sababu miguu haijapata roho, haijafika katika miguu. Kama inavyoingia roho, na ndivyo itakavyotoka. Ndio wanadamu wanavyokaa katika sakaratil maut, roho inatoka shay'an baada shay, kidogo kidogo inaanza kutoka katika unyayo mpaka katika unywele. Kwa hiyo roho inakuwa katika hali kama hiyo. Sasa Adam, roho haijafika katika miguu yako, unataka kutembea utatembea vipi? Wakati miguu ni mayyit. Hapo ndipo alipokuwa na tamaa, ndo kauli yake Mwenyezi Mungu khuliqa linsanu min ajal, mwanadamu ameumbwa kwa pupa. Sisi wanadamu pupa ni tabia yetu, na alikuwa nayo baba yetu Adam Alaihi Salam. Mambo yake yote nataka yawe leo leo yaishe, kila kitu chake nataka kiwe haraka haraka, hataki kusubiri. Lakini angalia hikma zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ni hikmatun baligha. Alikuwa na uwezo Mwenyezi Mungu wa kuumba kila kitu siku moja, lakini anasema alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ameumba mbingu saba tabaka, tabaka. Kwa muda gani kaumba mbingu saba hizo? Fi sittati ayyam katika muda wa siku sita. Kwani ilikuwa ni nzito au ni uzito kwake yeye kuumba mpaka achukue siku hizo zote? Anataka kutuonyesha wanadamu kwamba kila kitu nenda nacho kwa itqan, wala musiwe na haraka katika mambo yenu, na ndio maana mtume akasema, ataanni min Allah, upole unatokana na Mwenyezi Mungu Mwenyezimungu, wala ajalatu min shaitani, na tabia ya haraka haraka inatokana na shaitani. Kwa hiyo Sayiduna Adam alaihi salam akawa na tamaa ya kuingia ili apate kula matunda yale ya peponi. Ndugu Waislam, katika visa kama hivi tunavyovitoa hatukusudii watu kwamba tunaburudika, lakini lengo kubwa ndani ya visa hivi kama mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anavyotuambia, lakad kana fi kasasihim ibratun liuli lalbab, hakika imekuwa katika visa vyao mitume hao tunaowasimulia ibra, kuna mazingatio. Sasa kuanzia mwanzo wa kuumbwa Adam mpaka mwisho wake na mitume wengine wote ndani yake kuna darsi kuna mazingatio. Lakini je, mazingatio hayo ni kwa kila mmoja? Mwenyezi Mungu anasema liulil albab, mazingatio hayo ni kwa watu wenye akili pekee yao, wenye kutumia akili zao. He, kutumia akili mwanadamu na kuwaza na kufikiria ni moja katika ibada kubwa mno. Ndio maana Mwenyezi Mungu kasema, alladhina yadhkuruna llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard wale wanaomtaja Mwenyezi Mungu wakiwa wamelala, wakiwa wamesimama, wamekaa, mwisho anasema wayatafakkarun, na wanatumia akili zao katika kufikiria fi khalqi samawati wal ard, katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu wa mbingu na ardhi. Kisha anasema nini? rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar, wakitizama mbingu wakaiona ni mbingu isiyokuwa na kreki wala mipasuko wala rangi yake haihitaji kufanywa renovation au kufanywa tajididi la rangi, ndo ile ile kuanzia kuumba kwake Mwenyezi Mungu mpaka leo. Ardhi ndo hiyo inabeba kila kitu ndani na juu na chini yake.